Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mtazamaji wa Madina TV Tanzania. Mbele yako ni Makka Ibnu Suudi Gewa, mwandishi na kijana msemaji wa Madina TV Tanzania. Naam, leo ni siku ya Alhamisi, zimebakia dakika chache za kuielekea siku ya Ijumaa ambapo tuna tukio kubwa kabisa, linategemea kufanyika kesho yaumul Jumaa. Ni tukio gani hili? Ni kongamano kubwa kabisa la kida'awa la East Africa au la Afrika Mashariki. Kongamano hili ni kubwa la Afrika ambalo litafanyika hiyo siku ya kesho na tunatarajia uh, mgeni rasmi wa kongamano hilo linalofanyika jijini Mwanza atakuwa ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktar Samia Suluhu Hassan. Uh, mimi kama Madina TV Tanzania napenda kuwaalika ama kuwafahamisha Watanzania wote kuhudhuria katika kongamano hilo, lakini wale ambao hawajafika katika kongamano hilo kwa maana ya kufika jijini Mwanza basi, uh, wafuatilie kupitia peji zetu mbalimbali za kijamii kama Instagram, Facebook na magrupu yetu ya WhatsApp, lakini bila kusahau tutakuwa tunarusha matangazo hayo moja kwa moja kutoka katika viwanja vya Mirongo jijini Mwanza mara tu baada ya solatul, salatuljumaa kupitia channel yetu ya online channel Madina TV Tanzania, na ninasema hivi kwa sababu huu unawezekana ukawa ni ujio mpya kabisa wa Madina TV Tanzania mara baada ya kupata shida kidogo na kukosekana hewani kwa takribani uh, mwezi mmoja hivi. Na niseme kwamba tumekuja kivingine tena, na mara hii insha allahu taala tutaleta vipindi bora zaidi, na kwa kuanza tunaanza na hili kongamano ambalo litafanyika hiyo kesho tarehe ishirini na saba ishirini na nane na ishirini na tisa kwa maana ya siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Niseme tu wazi kwamba Madina TV Tanzania, kwa wewe ambaye bado huja subscribe na ndio mara yako ya kwanza watazama, basi subscribe chaneli hii na uwashe notification pale, kwa maana ya kwamba kuanzia hiyo kesho na siku nyingine zinazokuja, mara tutakapokuwa tunapandisha vipindi vyetu utakuwa unatupata moja kwa moja. Ni mimi Makka Ibnu Suudi Gewa, ukipenda niite Abu Salman wa Madina TV Tanzania, bye bye.